Kipindi hiki kilichopo machoni mwako ni mkusanyiko wa maswali mbalimbali mbali ya dini. Maswali hayo ni mwongozo bora kwetu, ni maswali ya kujifunza, ni maswali ya kutujenga, ni maswali ya kuijua njia yetu. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Kutana na Abdillahi mwana wa Maalim Mashi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mtazamaji wa Kishki TV, karibu sana katika show yako pendwa ya, ya street daawah maalum ndani ya Dhulhijja. Leo nimebukia hapa maeneo ya Tandika, na hapa ni majaribio kama kawaida, ni lengo langu ni kuwa challenge waislamu ambao nitabahatika kukutana nao, na siku ya leo tunawatafuta washindi watatu ambao wataingia kwenye fainali ya kugombania mbuzi siku ya Arafa insha Allah na leo swali langu linasema hivi: katika Idil Adha, kwa maana sikukuu hii inayofuata, Idil Hajj, kuna wanyama wanne ambao kisheria haswa ndio tutakiwa waislamu tuwachinje kwa ajili ya kusherekea siku hiyo ya Idi. Je, wanyama hao ni nani, nani, nani na nani? Wao wanafahamu sijui? Je, wale ambao nitakutana nao wanafahamu vipi? Twenzetu. Street dawa kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu. Mamadula mimi nakuuliza swali ukipata nakupa zawadi sawa? Hmm. Eh? Yeah? Eh, hii hapa yes, mbele kuna siku kuu ya Eid, si ndio? Eh. Ile Eid al-Haji. Sikukuu yaidi yes, ndio ile ya kuchinja chinja hii? Eh. Hebu nao nitaje He. He, wanyama wanne ambao kisheria tunatakiwa tuachinje siku hiyo, wanatakiwa kuchinjwa wanyama wanne. Ngamia, He, uh? ngombe, mbuzi, kondoo. Mashaallah, Mamadula amepata bwana. Zawadi yako hapa Mama Dula. Then... fungua watongea, kuna nini kwenye zawadi hu <laughs> kuna shilingi Mashaallah. Hiyo ya kwako mamangu, lakini kwa sababu kwasababu umeshinda swali letu, umeingia kwenye fainali ya kugombania mbuzi. Utakuja mama tufanyika hapo. Temeke hapo Madenge, uwanja wa Madenge unajua? Eh, eh. Basi hapa nambari yangu hii. Asalamu alaykum. Salamu mzima. Mzima? Mzima. Safi, mambo vipi? Poa poa. nani? Kwa, Mfaume, Mfaume machungwa bei gani? Machungwa 100. Machungwa 100? Bwana Mfaume nakuuliza swali, sawa? Mm naomba nitajie wanyama wanne ambao kisheria anatakiwa kuchinjwa katika siku ya Eid al-Adha: ngamia, mbuzi, kondoo, ng'ombe. Mashallah, takbir, Allahu Akbar! Brother Mfaume amepata, na zawadi yako hii hapa. Amfungua kwenye basi, atambie kuna nini.

Ah, lakini pia tunakupa tiketi hii umeshinda umeingia kwenye fainali kwa sababu umepata swali lako ile. Umeingia kwenye fainali ya kugombania mbuzi. Kwa safari ijayo tutakuita pale ofisini kwetu Temeke hapo. Tutakwambia wapi, tutakuita. Sawa. Temeke hii kwa ajili ya kuja kushindania mbuzi siku ya Arafa. Tunakuuliza swali kama hivi. Ukipata safari inakuwa elfu tano. Inakuwa ni nini? Elfu tano. Inakuwa ni nini? Elfu tano. Bali ni nini? Ni mbuzi. Mbuzi. Kwa hiyo kila ambaye kapata tunamwalika na tunampa hii kadi. Utakuja sasa kafaumu?

Bismillahir Rahmani Rahim. Nyama wa kwanza ni ngamia, mbuzi, kondoo na ng'ombe. Mashallah. Takbir. Allahu Akbar. Brother ameupiga mwingi sana, tunampa zawadi yake. Kwenye basha kuna nini hapo? Kuna basha la shilingi elfu tano. Ah, hiyo ni ya kwako lakini pia tunakupa tiketi hii ambayo imekupa nafasi ya kuingia kwenye, kwenye finali ya kugombania mbuzi siku ya Arafa, sawa? Jazakallahu khaira, Mwenyezi Mungu awalipe jaza njema. Inshallah, asante sana. Minakuuliza swali la Daisha ukipata, nakupa zawadi, sawa? Hapa mbele tuna sikukuu ya Eid al-Adha, si ndio? Naomba nitaje wanyama wanne ambao tutakiwa kisheria tuwachinje kwa ajili ya Eid. Ngamia. Kondoo. Mm, ngombe na mbuzi. Mashallah. Hongera sana. Tutakupa zawadi zawadi yako, yako hii hapa. Sawa, fungua wasiongeze zaidi kuna nini huko ndani? Ha? Hiyo ni ya kwako, lakini naona hii, hii ni kadi, kwa sababu umeshinda swali letu umeingia kwenye fainali ya kugombania mnyama mbuzi. Maswali haya haya, sawa, tutafanya hapo Ali Hikma, unapajua? Eh. Sasa simu nyumbani, si wanayo simu? Eh. Namba yangu hii hapo, tutanitafuta leo jioni, sawa? Muhimu sana tukunoti namba yako ili tukupigie simu tukwambie unakuja siku gani, saa ngapi, lakini kwa ni siku ya Arafa, sawa? Hey maswali kama haya na safari hiyo, ukishinda tunakupa mbuzi sawa. Ay, aya, asante sana kufikia hapa street dawa. Mtazamaji haina la ziada, asante kwa wote ambao walikuwa nasi. Kumbuka leo nilikuwa hapa maeneo ya Tandika majaribio. Swali langu labda ilikuwa rahisi sana, kwa sababu hakuna ambaye amekosa, kila mbaya ameulizwa aliweza kupata swali hili. Lengo letu ni kukufahamisha katika yale ambayo huyajui, fala kulli hali, siku ambayo utajua hujui ndio siku ambayo utajua ulikuwa hujui. Leo tumewapata washindi washindi wa ambao wameingia kwenye fainali ya kugombania mnyama mbuzi katika mtindo wa maswali ambao tutawafahamisha utakuwaje, na hiyo itakuwa ni siku ya Arafa. Nyuma ya kamera ni Omari Salum Nyanga, mimi ni mwana mali Mashi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kipindi hiki kilichopo machoni mwako ni mkusanyiko wa maswali mbalimbali mbali ya dini. Maswali hayo ni mwongozo bora kwetu, ni maswali ya kujifunza, ni maswali ya kutujenga ni maswali ya kuijua njia yetu. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Kutana na Abdillahi mwana wa Maalim Mashi. Street Daawah, kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu.